Ahlan wa sahlan wa marhaba bikum, popote pale ulipo. Mgeni aliyesubiriwa kwa wiki, mgeni aliyosubiriwa kwa miezi hii, leo amefika. Huu ni uwanja wa Nyayo, karibu sana. Hii ni ligi kuu taifa la Kenya, msimu mwaka 2024 mwaka 2025. Aliyekuwa mchezaji wa zamani Fred Ambani, kwa faida ya Silopas Kubaki na ameyari kubaki na mfumo wa nne tatu tatu. Levis Opio yule yule wa derby iliyopita yupo. Atalindwa na Lewis Bandi, Randy Bakari, Kesi Odhiambo na Samuel Semo. Kogalo ndiyo mgeni wa siku ya leo. Sinisa Mihik, mechi yake ya sita hajapoteza bado. Gab Matthew atalindwa na Apollo Chuoga. Atalindwa na Joseph Levin Odhiambo lakini kati anakuwepo Joshua na Alfonso Mija. Popote pale ulipo salamu aleikum ya Bwana iwe juu yako. Karibu sana katika uwanja wa Nyayo, karibu sana jiji kuu la Nairobi, karibu sana 254, Kenya. FC Leopards yupo nyumbani, Gor Mahia ya Kogalo yupo genini. Ligi kuu taifa la Kenya. Hii ni sauti ya beki asiyapidika Ali Salim, lakini kama kawaida, siko peke yangu, swahi mwangu Charles Onyango Mabululu aeletanani <inaudible> uzuri Samuel Sema huku uh, bado nafasi au imekaa sasa wana mtafaruku, lakini God Matthew Tieno leta uzuri, naye Samuel Semo Albin Manusra, lakini alikuwa uzuri kabisa God Matthew Tieno wanatumia. Angalia mwamba wa awali walikuwa wawili Michael Love la Uchieng akiwa na Casey Odhiambo, lakini alikuwa amekaba tu, ana wachezaji wenye kimo kugano Eno Kumori sana, ananyanyua, anashuka nafasi kwa Kemangolo, imekatwa. He took one for the team. Mengia mbele ya mpira ule ulikuwa umelenga lango wakasahau second ball, na kweli na shuti lake uzuri. Set piece ya kwanza aliyeshinda first ball, ya kwanza second ball alikuwa peke yake, lakini akafanya kazi nzuri ya kuweza kuzuia, na alikuwa ameachwa. Angalia nafasi aliokuwa Levis Opio Junior, anayeanza pembeni Levis Opio Junior. Morrison anaigusa kwake, Sharif Musa Sharif, goal abekau mekatalovae vitu hivi wanavyotaka kuviona mashabiki Gideon Bendeka amegusa kwake Sharif anaitaka pembeni Jofe Cheng Simiti amekataa Dalia Simiti peke yake tayari alikuwa amezidi kwa mbele tu anasubiri upande wa pili za Sharif Musa anakasi ameondoka, amepigwa tackle na Musa Undo. Atakuwa ni mchezaji wa kwanza siku ya leo kuingia kwa buku la watenda dhambi. Finish, na alikuwa na jua space nyuma yake. Musa Undo ameweza kuzuia walinzi wakati wawili, randi Bakari na Kesi Odhiambo kutokana na counter-attack ile. Kurukushani lakini kabla kupewa kadi kwanza, anapewa maelekezo. Boniface kweyumunyendo anakuwa mchezaji wa pili hii leo kula kadi ya njano. Sherif musa na dickens mimisa pilato a siku ya leo anayari kuweza kumaliza kipindi cha kwanza, kimekuwa na nafasi kwa pande zote mbili. Sharif musa alma nusra amtumbukiza Elvis Opio Junior, lakini alikuwa ange timu kubwa zaidi ndani ya taifa la Kenya, timu kubwa Afrika Mashariki, timu kubwa katika bara la Afrika. Karibu sana katika ligi kuu taifa la Kenya, debi la tisini na sita la mashemegi, msimu mwaka 2024 mwaka 2025. Hii ni sauti ya beki asiyepitika Ali Salim, nitakuwa nipo naye Chaso Nyangoma Bululu kwa tathmini simulizi ya dakika zote tisini tari tumepiga 45 . Sasa ni wakati wa kipindi cha pili tapili. Karibu sana popote pale ulipo. mm -hmm. Namwambia kesi ipeleke kwao, inaletwa cross, nafasi la oh, my god, sharif musa! What a miss, akaleta crosi nzuri, angalia blindside kule, unmarked peke yake sharif musa alibakisha tu kujaza ndani ya kamba, lakini akaamua kuipiga juu kule juu yake. Levis Opio Jr. osons MVP. Sikia vaibu la mashabiki, tizama mashabiki wanavyonyanyuka, wanajua no, huu ni MVP. Alichukua alama sita mbele ya FC Leopards, akimpiga nyumbani na ugenini. Victor Teno anaileta ndani, nafasi usra gali mati amekwenda kumsomea simiti. You can't let a cross iletwe ndani hivyo, lakini hakufika kumpa presha. Victor Tenaguero alikuwa namtazamia tu, lakini naye pia akapata nafasi. Ronald Bebeto sichenje kuweza kuicheza na nampasha, mfikie kabisa, mnyime nafasi ya kuleta krosi, ndio kazi yako kama mlinzi wa kushoto. Gad Mathews Otieno, lakini Sinisa Mihik anasema tuweke nguvu kabla mpaka mwisho, ndiyo kauli yake, Sinisa Mihik. Lawrence Juma kweli aliigusa mpira baadaye lakini mwanzoni aliishia kumchezea ndivyo sivyo, lakini akamkanyaga naye tena. Lawrence Juma Ochieng' naye anaingia kwenye buku la watenda dhambi bado anayo ambayo yupo onside, imemfikia Ben Stanley Omondi, kwake Austin. Sasa Austin, he was oh! Onside, alikuwa yupo eneo sawa kabisa, lakini amepiga nje mwenye Austin Odhiambo. Rose Royce, pasi imetoka kushoto ikafika kwake Ben Stanley Omondi, rani yake Austin Odhiambo tayari alikuwa eneo la onside kabisa, amewachanganya kabisa, ran ile akatokea blind side ya mlinzi ule. Wakati wanasubiria goli, kweli kweli Tanzania wanasubiria pishi, amekubali Lawrence, inanyanyuliwa kwake Victor Mune Ochami, imemtoka kwanza, anambua mna lote haijaguswa. Angelulenga kwenye lango, labda ingelikuwa ni tofauti sasa. chance nzuri ile, Victor Omune alitoka langoni lakini hakumgusa. Alitaka tu kuweza kumvisha kanzu mwanzo, lakini touch ile ikawa nzito. Dakika za mwisho mwisho, nafasi zinajitokeza kweli kweli, wanazidi kupata nafasi wenyewe. Wanakuambia ng'ombe dume hazai, labda ndiyo hii, na debi ya tisini na sita ya Mashemeji inatamatika kwa sare ya tasa. Wote wamepambana, wote wamejituma, lakini haikuwa iwe, watalazimika kuridhika na alama moja kila moja. Wote ni wababe, wote ni washindi hii leo, wote ni mabingwa. Ndio mchezo wa soka ulivyo. Imetamatika, AFC Leopards sufuri Gor Mahia sufuri. mekuwa na Chaso Nyango, mabululu mimi